Awanu hatukatai watu kuombea watu, lakini kwa mtindo ule wa kuuza dua watu wenyewe wa ndio wale waislamu wawele makina watu wale. Ndugu zangu, miongoni mwa tofauti za mawalii wa Allah na walii wa shetani, mawalii wa Allah humulladhina yamuruna ni wale ambao huamrisha yale anayoamrisha Allah, wanahu na wana ma naha na wakazuia yale ambayo yameyazuia, wakakataza yale ambayo Allah huyakataza. Akinakumona wali wanadai wali, huku wanasali kwenye misikiti yenye makaburi hawachagui misikiti ya ibada zao, lakini nakuta, hawachagui hawajali zile kuwatenganisha wanawake na wanaume. Alafu sasa wanakuja na maji yao ya kichawichawi. Nakumbuka ndugu wa Islamu, miaka ya nyuma kidogo kuna bwana mmoja alikuwa sijui ni, ni, ni sijuini, pasta mchungaji. Yule bwana alikuwa aitwa mchungaji Kesi, alikuja kasilimu, wakina dokta Sule wakamdaka, ndio kawaida wao. Ni watu wa mipango ni watu wa mipango na mikakati ya kutafuta noti. Sasa walipomdaka wakawa wanazunguka naye, wanapitia kusilimu kwake hela kwa Waislamu. Huyu kasilimu alikuwa ni mtu mkubwa, wakampa ushe. Amesilimu hajasoma taarifu, azijui ule uaskofu wake ukageuka akawa shehe, akaingia moja kwa Aka moja, akaruka alilmu walamal akaingia kwenye adawati ileihi, wakawa nazunguka naye anafanya da'wa dawa gani? Yale yale yaliyokuwa akiyafanya kwenye uchungaji kaslimu, nayo yamekuwa ya Kiislamu. Kwa sababu naye kafanyaje? Kaslimu katika sehemu walikoenda walienda Mwanza, pale furahisha, na hiyo bado imo kwenye YouTube. Ato wallahi wanawake walitadilika, yule bwana alikuja na maji na vitambaa, akiyarusha vile, wanawake walipandisha mashaitani na yale maji anasema huwezi kuyatumia zaidi yake yeye. Ukiona dawa ziko katika sura hiyo, huo ni uchawi ganga, jiepuke na dawa hizo. Maji ya upako wako Waislamu wengi wamenunua maji ya upako wakapakwapakwa, wakawashawashwa na hayo maji, hakuna walichoangulia zaidi ya kuingia kwenye madhambi, wanawake wakawa wanaanguka. Yule bwana akiwa kwenye ukafiri alikuwa anasema kwa jina la Yesu, aliposilimu sasa anasema kwa jina la Muhammad. Vituko hivyo fahto, akawa wanawake anaingia katikati ya wanawake waliokao nchi na kanyaga, wanaume wanaingia, yani mambo ambayo ya ajabu kabisa. Watu wakanunua zile dawa wakafanyaje? Mye Dokta Sule katika kumsifia huyo mtu akasoma aya akasema, kullu man alayha fani, kila mtu ana fani yake. Alitafsiri hivyo, wallahi billahi tallahi, asema kila mtu ana fani yake, akatafsiri hiyo aya. Rudi kwenye kitu muhimu. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni hali, alafu nakuta na watu wengi Namna waislamu wanakupenda mambo ya haraka haraka, wanakupenda mkato. Kwa hiyo basi, mawalii wa Allah tabaraka wa taala ni wale ambao wanaamrisha yale anayoamrisha Allah na wanakataza yale anayoyakataza Fah mtume bwana wakatoa mali zao katika jambo ambalo Allah anapenda, kama tulivyoambiwa, jambo la msikiti minilak